Wakili maarufu ambaye anafahamika kwa jina la Tony Buzbee ameweza kupata ushindi mkubwa dhidi ya msanii wa hip hop kutoka Marekani ambaye anafahamika kwa jina la Jay-Z baada ya mahakama ya California kuweza kutupilia mbali kesi hii hapa ambayo iliweza kufunguliwa na Jay-Z dhidi yake kuhusiana na tuhuma za utapeli lakini pia kashfa. Jay-Z yeye aliweza kumshtaki e, bana Tony Buzbee kwa madai kwamba aliweza kumchafua jina lake na kuweza kujaribu kumuibia kwa njia ya kiharamu kabisa, lakini jaji aliweza kutupilia mbali kesi hii ambayo kesi hii iliweza kuendeshwa na watu tofauti tofauti, lakini pia e, walikuwepo pale mawakili tofauti tofauti wakiwa wanasimama katika upande wa Jay-Z, lakini pia kwa upande wa e, Tony Buzbee. Kwa mujibu wa TMZ wao wanaripoti kwamba Tony Buzbee aliweza kwa kusema kwamba anapanga kudai kiasi kikubwa pesa e, kama malipo kuhusiana uhusianana e, kesi hii hapa ambayo apaambayo Jay-Z aliweza kuifungua dhidi yake kwa sababu aliweza kutumia pesa nyingi sana, e, bana kualipa, e, bana watetezi ambao ambaowaliweza kusimama kwenye kesi hii hapa hapa mawakili wa Tony Buzbee. Kesi hii hapa, e, bana iliweza kufunguliwa rasmi kabisa hapo awali ambapo Buzbee aliweza kumshtaki e, apo aai ambapoaliweza kustaaliweza kumtolea kashfa kwamba alihusishwa katika matukio tofauti tofauti ya ubakaji dhidi ya watoto e, bana wadogo kabisa mtoto ambaye ana umri wa miaka 13 pamoja na mwana muziki mwenzake ambaye alikuwa ni Puffy Didi. Madai hayo ambayo yaliweza kupelekea watu wengi sana bana kuwa na mijadala mingi sana kwamba pengine labda Jay-Z anahusika, kwa sababu ukija kulinganisha historia ya Jay-Z pamoja na Puffy Didi, ni washikaji ambao tangia kipindi hicho hapo walikuwa ni watu ambao wameshikana kinoma noma, hata kipindi ambacho eh, Puffy Didi, kesi yake ina rise, ni moja kati ya watu ambao walikuwa wamekaa kimya kabisa hawazungumzi, kama vile 50 Cent ambaye alikuwa akimtolea madongo ya kutosha kabisa Puff Daddy kipindi ambacho Puff Daddy anashikiliwa pale Los Angeles Miami. O So kwa upande wa Jay-Z sasa hivi aliweza kukana mashtaka hayo hapo ya kwamba e, hausiki kabisa kwenye hiyo kesi ambayo e, bana wakili Tony Buzbee aliweza kuitoa. Lakini sasa hivi pia kesi hiyo hapo imeweza kufungwa baada ya Jay-Z yeye kuweza kumripoti katika mahakama ya California huko. So ni kwamba ni upi mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Dropisha comment yako kwenye comment hapo sio chochote